Akizungumza katika kaunti ya Samburu, Spika Wetang'ula alibainisha kuwa ingawa sheria inaruhusu haki ya kuandamana na kukusanyika kwa amani, haikubali ukiukaji wa haki za binadamu wala uporaji kama ulivyoshuhudiwa katika maandamano ya hivi majuzi. Ndio tunasema wakati wanakuwa na hizi vitu za maandamano, katiba yetu inasema kila Mkenya ana haki ya kuandamana, ana haki ya kupeleka petition kwa ofisi kama yangu, spika aseme nataka serikali tufanyie hili na hili na hili au serikali imetusahau kwa hili na hili na hili. Lakini hakuna sheria au katiba inakubali mtu kuandamana, kuvunja mali ya watu, kuna jinsi wanawake, kupora mali, kupiga polisi na kuua wengine. Hiyo sheria haikubali. Wale Wakenya wenzetu wamekufa kwa maandamano, tunalaani wale walioita maandamano na wale ambao walihusika waadhibiwe sheria. Spika Wetang'ula alieleza kusikitishwa sana na tukio la kushambuliwa kwa askari wa kike wakati wa maandamano, akisema kuwa kitendo hicho kilionyesha jinsi utu umepotea. Kale wale walioandamana, mliona wakipiga mwanamke mmoja polisi kwa TV, kupiga mama akaanguka, wakakanyaga kwa kichwa. Huyo polisi pia ni mtoto yetu, huyo polisi anaweza kuwa mama ya mtu anaweza kuwa dada ya mtu, ni mtoto ya mtu, kama nyinyi yote, kama mimi, tunataka heshima katika nchi yetu. Kuhusiana na mijadala mikali kati ya wanasiasa inayoendelea huku kampeni za uchaguzi mkuu zijazo zikianza kupamba moto, Spika Wetang'ula aliwahimiza viongozi wenzake kutochochea migawanyiko, bali wauze sera zao kwa umma. Wale ambao wana hasira, tumeona viongozi wengine wanakona hasira kali sana In this world, there's nobody who has a guarantee or a right to any seat. Viti yote ni ya wananchi. Kwa hivyo viongozi tunaomba wajue, when you are given an opportunity to lead, you lead with grace, you lead with respect. Akijibu ukosoaji dhidi ya Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza kuhusu kasi ya utekelezaji wa ahadi za kampeni Spika Wetang'ula aliwataka wananchi kuwa na subira, akieleza hatua kadhaa ambazo tayari zimechukuliwa kuinua maisha ya wananchi. Lakini kelele imezidi kila mahali. People are judging our president very harshly. Nyinye hapa wakulima, wakati ule mbolea ilikuwa inaenda, nawaomba muombe rais wetu, mwombee nchi yetu. Hata wale wenzetu wapinzani si maadui mpinzani ni yule tu anaona vitu tofauti na wewe, lakini ni ndugu yako, ni Mkenya mwenzako. Akijibu ombi la mwakilishi wa kaunti na mbunge wa eneo hilo Naisula Lesuda kuhusu kuharakisha mchakato wa kuanzisha taarifa mpya ili kurahisisha huduma na kuimarisha usalama, spika alisema jambo hilo liko kwenye ajenda zake, na tutahakikisha kama bunge ambayo tunakadiria matumishi ya pesa kama pesa ndio iko upungufu, tutawaongezea. Kama askari wako wapungufu, tutawaongezea <laughs> ili wakuja wasaidie majirani wenu kule chini, na nyinyi huku mkae kwa amani.